Bwana Kisugu, salamu alaykum. Waalaykum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama na afya njema, tumekutana kwa mara nyingine. Naamini waandishi, mna hamu sana kutaka kusikia maneno mawili kutoka kwangu. Naamini kutokana na sitofahamu ambayo iliyotokea katika mechi za dabi. Mimi kwangu nimechukulia jambo la kawaida, kwa sababu nimeshuhudia dabi nyingi sana kwa namna ambavyo zilivyoahirishwa. Lakini kwa sababu mnataka kusikia maneno matatu kutoka kwangu, mimi niwaambie tu karibuni sana Rock Tower au maeneo ya Samora moja katika mitaa bora ndani hmm ya nchi. Kwa ikutokea, yes. Niko hapa, Bwana Kisugu. Tuanze hapa kwa tathmini, tunataka eh, maoni yako tunataka komenti yako juu eh, ya hichi kinachoendelea. Tunaona Simba alitoa taarifa kwa umma, kwa maana kile kinachoendelea kwamba ataingiza timu kutokana na eh, anaamini kuvunjwa kwa kanuni ambazo zilipelekea yeye kushindwa kupeleka timu, lakini Young Africans naye tumeona Ametoa msimamo wake kwamba atapeleka timu yeye alishamalizana na mechi ya Dabi. Kipi kinaendelea hapa? <laughs> Kwanza nijibu Dar es Salaam Young Africans sio wakweli. Watani zangu nyuma mwiko hawa. Unasema wao wameshaandika barua wakasema wataki tena kucheza Dabi, si ndio? Jana waandishi mliona basi la Yanga limekwenda Bunju. Lilifuata nini? Kwa maelezo yao wao wenyewe. Hmm. Walikwenda mtafuta maji wao. Maana walikuwa wanasema wanataka kucheza na sisi Bunju. Wanataka kucheza na sisi nini hali yakuwa wameshasema Dabi imekufa? Hapa mimi nafikiri maswali yenu yote mnotaka kuja kuniuliza leo nimejibu. Yani, maswali yenu majibu, amefanyaje yote, kabla mjaulize tayari jibu limeshapatikana. Wao wamesema nyuma mwiko wao, wao ndivyo sivyo? Kwamba sisi tumewafata Bunju tumalizane, maana yake tucheze mechi kule Bunju, ndivyo sivyo? De. Lakini kabla jana lile tukio hawajakwenda Bunju, siku mbili zilizopita walitoa press release wakasema kwamba wao hawawezi kucheza tena mechi Bunju. Kiliwapeleka nini kumtafuta Mayo, wao wamesema ni? Kiliwapeleka nini na wakimbia, <tap> sawa, baada ya sisi kuwakimbia wakasema wacheze tena na, na sisi, ndivyo sivyo, na wakataarifu Tanzania kusema kwamba dabi tena haipo. Juu mm. Na basi kwa maelezo yao kulikuwa na wachezaji wao wanahitaji kwenda kucheza nini mechi ipi? Aliyakuwa tayari wameshaitangazia dunia wacheze tena na Simba, na hizi story kama zimekwisha leo ndio kwenda na maswali jibu limeshaisha. Yani, kwa maana kwamba swali uliouliza, mm. majibu uliyopata umeona nyuma mwiko kwa namna gani na management yao jinsi ambavyo ilivyo yaani ndio maana yangu y ya halisi. <laughs> wako watu na waheshimu kwa na management pale, yuko rafiki yangu wa karibu sana Alex Mwamba, yule Ngayi yupo, yuko mwenyekiti wa vilabu pele Injinia Eris ndio yupo gwiji moja mtaalamu mmoja Arahseid lazima urimi umuna. Yupo wao ndio waliosema kwa kuwa nukuu kwamba hawatacheza tena dabi Dabi haipo wao, ause wao wow. wakachukua gari wakapeleka Bunju kwenda kucheza nini nini? Unajifunza Isaya Dede utakuwa nini? tena na maswali yote ya kuniuliza hmm. sasa hapa mimi eh, ofu yangu manake kama eh, Young Africans atacheza tena manake kwa maana mechi na nyinyi, sababu nyinyi mko tayari kucheza. Bingwa anapatikanaje? Isaya, jibu liko hadharani, nenda kawaulize wao. Nyeupe haijabadilika. Ijumaa wanakuambia nyeupe, haijabadilika. Jumamosi wanakuambia nini? Nyekundu. Wao wow, ndio wanahitajika kutoa maelezo sahihi sio mimi, mimi utanionea. Wao wamesema dabi tena haipo. Tena management yao ndio wameongea kwamba dabi haipo na watacheza nini? Tena dabi. Jana umechukua basi wameelekea wapi? Bunju. Kwenda kucheza nini? Hmm. Dabi. Je, hii management unaiona iko sawa sawa? Isaya, huko tutafika yeah. Wewe umezungumza vitu viwili mm. Umezungumza taarifa ya Simba Sports, umezungumza taarifa ya Dar es Salaam Young Africans watani zangu walinyuma mwiko na moja, ukajenga hoja katika hizo. Mimi nikasema nitaanza na hoja hii ya Yanga kwenye press release yao mm. Walisema wao dabi tena haipo juzi, mm. Jana wakachukua basi likaenda wapi? Mm. kwenda kucheza nini Hmm. Hii management tunaiangaliaje Isaya? Jibu hilo tulekee katika press release ya Simba. Kwa uzoefu wako, mimi nataka uniambie maana manake wao wametoa katika press release yao jana ambao wametoa e, wakishinikiza kwamba bodi ya ligi ijitasmini e, kwa maana hichi ambacho kimeendelea wao wanahisi kuto kutendewa haki. Wewe kwenye mpira e, ni mtu ambaye mwenye uzoefu wa muda mrefu sana e, Kisugu. Katika hili yani e, msimamo wa Young Africans sasa ukiachana na mambo ya adabu wakitoa hiyo statement yao kwamba wanataka bodi ya ligi kuu iweze ee, kujiuzua. Mimi kwanza siwezi kuwazungumzia msimamo wa Dar es Salaam Young Africans, siwezi kuzungumzia msimamo wa Dar es Salaam Young Africans. Wao wana msimamo wao, watakapoamua kucheza kuto kucheza dabi, huo unabaki msimamo wao, lakini mimi nachojua bodi ya ligi haisurutishwi. Bodi ya ligi inajiendesha kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizopo. Shirikisho la mpira wa miguu wana taratibu zao, huo msimamo wa moto wao. Lakini mashaka yangu kweli, ya bwana, wana msimamo? Kama wana msimamo, tunajifunza nini? Press release wanasema kwamba wao hawachezi tena dabi, asubuhi wamechukua basi na wachezaji wao wamekwenda Bunju. Unajifunza nini Isa hapa? Mbona upataki? maana yake unataka useme ni kigeugeo huyo, wananchi ni vigeugeo. Kwa hiyo mimi niseme niwapongeze sana management ya Simba hmm moja katika msimamo waliosimamia. Moja ya sifa ya mwanadamu ni utambuzi, kujitambua. Kama mwanadamu huna sifa ya kujitambua, wewe unatoka katika sifa ya ubinadamu, unabaki kwenye sifa ya mtu. Wengine wanasema sasa, lakini hawajapata. Rudisha huko Isaya, sai rudisha huko sio na hofu Isaya ili kanuni iwepo. Kuna tukio lazima liwepo ili kanuni iwepo. <laughs> Wewe kama unasema simba hawajafuata kanuni, simba hawajafuata utaratibu, kamati ya masasama mbili imekaa, ndivyo sivyo? Kamati ya utendaji ya shirikisho imekaa, ndivyo sivyo? Mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto, mzee wangu yule, alisemaje? Kauli yake kama ulisikiliza alisema Simba wana hoja wasikilizwe. Isaa, mi leo niko vizuri mm, na ndio maana nilikuwa kimya siku mbili tatu hizi. Sasa mwenye mpira wake kama anasema alikuwa hoja wasikilize, wewe unapata wapi mamlaka ya kuhoji kwamba Simba wakufata nini kanuni, lakini watu wanapata mashaka baadaye. Hata hiyo eh, taarifa ya bodi ya kwanza ilisema mechi ipo. Baadaye, wakaja hiyo ya kwako na Isaya hey, ya kwako nisikilize uh. Official iliyotoka imesema mechi ya Simba na Yanga imefanyaje? Mnakaa kwenye mitandao yenu, mnatengeneza huko kina Isaya, afu mnakuja kuwa na hoja waandishi uh. Ni waombe ni waombe sana waandishi wa habari, moja. Kwa sababu nasema ni waombe, ni watu muhimu sana Taurati imekutambueni, japokuwa kwa kuupani maonyo. Taurati iliyotambua maandishi kwa maonyo, kwa sababu Mungu aliwajua namna ambavyo waandishi mtakavyokuwa kwa baadaye, alisema ule wao waandishi wa habari na Mafarisayo nanukuu tu shaka, usinielewe vibaya ndugu yangu, manake naona kama wewe unapiga unapiga hivi yeah. Tumieni vipaza vyenu sauti kwa kupiga kelele na kuhubiri amani kwenye nchi. Viko vitu waandishi mnachukulia simple, lakini rudini nyuma, nendeni mkasome historia vizuri za dabi hizi. <coughs> Ukifika Misri wametengeneza ukuta na kuna majina ya mashabiki sabini na mbili ambao waliokufa kwenye dabi. Nyi waandishi mnajua ah. Tumieni vipasa sauti hizi serious, hubirini amani. Msichukulie simbo swala la Simba na uyanga huu, acheni siasa kwenye mpira tukiamua kuisimamia na kuikaribisha siasa kwenye mpira, maana yake kuna siku watu watagawana vitu kwenye nchi aliyokuwa. Hatutaki kufika huko <tipulia> zamani kwa Misri wamepoteza watu ishirini alahari wamepoteza watu 72 ishirini na sabini na mbili tisini na mbili watu wamekufa kwa sababu ya nini? Ya mpira, hususan katika mechi za dabi. Sasa Isaya tulia, nataka kwenda vituo kwa vituo. Isaya leo, Isaya waandishi wa habari masaa mawili, Simba anazuiwa kuingia katika uwanja Benjamin Mkapa, hakuna mwafaka. Imagine kwamba mwa, mashabiki wa Simba imagine kwamba wanachama wa Simba wangeamua kuriakti kutumia nguvu, nini kingetokea katika uwanja wa Benjamin William Mkapa? waandishi a msemi Hamsemi akina Isaya <laughs> akina Sanga, semeni, dipo mpo, tumieni vibaza vyenu sauti. Hivi leo unakuja, unataka kumhoji Kisugu, takiwe kuongea ukweli, masaa mawili, brother. Kweli sio, so kweli, mwafaka ulipatikana example simba wangetia liati pale, wangesema hatukubali, tunavunja mageti, zisingepigwa watu wasingepoteza maisha. Halafu mnachukulia simpo tu, tunge juhudi basi za serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, tuhubiri amani. Waandishi, amani hamtaki kuhubiri. Kwa nini? Nanyi mnajua tatizo, tatizo ni mashabiki leo, leo ukubwa wa taasisi ya Simba Sports unahuzuriwa na watu ishirini. Simba wasiende kufanya mazoezi katika uwanja Benjamin Mkapa, mnasema waliofanya sio majini, waliofanya sio mashetani, waliofanya watu ambao nyinyi waandishi wa habari mlikuepo, mmewashuhudia kwa macho, mmewamulika hata leo watu kuwajua kwamba hawa ndio waliokuwa wanazuia Simba wasinge ndani, mliwamulika. Sasa si wale kesi yao inasoviwa kwa maana ya kanuni na taratibu. Hiyo pati tu sio maana Simba hakutulaumu sisi. Swali langu mimi ndogo, waandishi. Yeah. Leti, mngemwona mwizi anapita, watu wanampiga kelele yao mwizi, mngemlikodi msingemlikodi ili watu wamjue kwamba huyo ndio mwizi. Leo vipi, waandishi mmeshindwa? Nyinyi waandishi, ndugu zangu, nawapenda sana, maana nazungumza nia yangu ni kukujengeni nyinyi. Vipi mmeshindwa kuweka hata klipu moja, wale ambao waliokuwa wanaambia Simba isiingie? Mlikuwa mwaoni walikuwa mashetani? Nanyi inaonekana hamna mapenzi ya dhati na nchi yenu. Jirekebisheni au <laughs> <laughs> ndo yale ambayo sasa, wale wenu walikuwa na Simba TV <laughs> <laughs> <Yeah? laughs> <laughs> waandishi wa klabu yenu mbona hawajapost? Guys. Kisugu. Waandishi wa klabu yako mbona hawajapost na walikuwepo, kwa sababu hatukuposti za interest. Isionekane tunajipendelea. Isaya nisikilize, isionekane tunajipendelea. Uhum, hiyo ndio dhamira klabu. Tumechukua kama ushahidi, akitaka mtu tutampa, lakini sio kuposti. Lakini niwaambie waandishi, tunachokifanya tunakwenda kuharibu mpira kwenye cii na niwaambie msimamo wa Simba, tuko tayari kwa lolote, lakini moja lazima tuwajue aliyewatuma nani. Leo hii Isaya, meneja wa uwanja Benjamin Mkapa anasema hana taarifa ya Simba kuja kufanya warm up siku ile kuelekea mchezo, lakini meneja wao atuambie taarifa amepata wapi kuwaruhusu Dar es Salaam Yanga Africans kuja kufanya warm up hali ya kuwa wenye mpira wao wamesema mechi haipo. Hoja hiyo Isaya, lete wewe umekuwa kama ndege kimcheche hivi nakuuliza, waandishi mashaka hoja, kwa kasi. Waandishi, sio hoja. Yanga ameingia saa ngapi kufanya warm up? saa So, 11 taarifa kwa umma iliyotoka kwenye shirikisho la mpira kusimamisha mechi imetoka, imetoka saa ngapi? Saaba. Atuambie meneja uwanja nani aliyempa amri kwa ruhusu Yanga kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Atuambie meneja nani aliyefungua mageti kwa ruhusu mashabiki kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa aliyakuwa mechi imeahirishwa? naogopa eh? nasema mimi <laughs> nasema mimi Mmeshika. Waandishi, mtanisamehe, nawasema kwa sababu nawapenda, nawarekebisha. Mnasema simba wangefikiria, watu wametoa hela ni kweli, watu wametoa hela ni kweli, watu wameumia ni kweli, watu wamesafiri. Lakini swali kujiuliza ndio mara ya kwanza kwenye mchezo wa futbol inatokea kwenye nchi hii? Simba na Yanga 2021 Yanga walikataa kuingiza timu kwa masaa, kweli sio kweli? kweli. Mlisema haya leo, mliwashtumu Yanga haya, ambao mnawashtumu Simba. Tulisema. Subutu najua inawaumiza, lakini dawa wache weingie. Lakini licha hii dabi imeailishwa katika nchi hii, sijui saya wakati huo ushaanza kuandisha ubado. Saidi Maulidi ya SMJ anakamatwa kwa kesi ya uraia, kazi mmeshika, Simba mkifikiria mashabiki tunatengeneza samani yetu simba Sports tumechoka. Mwanza yalitokea haya, tukajua bahati mbaya. KMC yalitokea haya, tukajua bahati mbaya. Azam complex ya mazi yalitokea haya, tukajua bahati mbaya. Why Simba kila siku? Tumechoka. tunapongeza viongozi wa Simba, tuko nao pamoja katika hili, nasi mashabiki wa Simba tuko tayari kwa lolote tukiambiwa mnanyang'anywa pointi tatu, tutasema asante. Wakisema tunawashusha daraja, tutasema asante. Lakini dhamira na nia yetu kuiweka thamani ya Simba mbele na kutaka kuwajua watu wale, nani aliyowatuma watu gani waliozuia Simba kuto kwenda kufanya mazoezi. Hilo tu. Yes, kidogo tu, hilo tu. Kwa manake e, wale wakipatikana watu na, na, na, na kama wakachukuliwa hatua stahiki manake nyinyi ndio. Kabla ya hatua tunataka kujua nani unaelewa, maana nani laba, simpaka... si mpaka labda sasa si mpaka aliyetumiwa sasa alie, manake anashutumiwa akisha kutwa na hatia, ndio niliwahi kusema usimlaumu paka kuleta ilizi nyumbani kwako, mlaumu aliye mtuma paka kuleta ilizi nyumbani kwako. Chukua kodi mm. kwa unamtaka paka au namtaka aliyemtu aliye mtuma <laughs> kodi hiyo, unamjua, unamfahamu? Sangefamu ningeuriza, ndugu yangu, lidude likubwa mm. nice. kodi ndogo hi ni. Twashukuru sana waandishi wa habari. Lakini pia niwaonye sana waandishi wa habari. Moja katika taaluma bora kabisa duniani, moja na habari, na mambo mawili makubwa ya shikeni haya. La kwanza katika hii taaluma yenu mliosomea nyinyi vijana, mnaweza mkaharibu kwa dakika moja, na mnaweza mkajenga kwa dakika moja. Alafu najiuliza nimepata wapi hivi vitu na, na, na mimi nimesoma habari Najua <laughs> tumieni waandishi wenu habari vizuri. Nyekundu nendeni mkaseme nyekundu, na nyeupe nendeni mkaseme nyeupe. <sighs> Serikali ya Mama Samia inajiva, inafanya jitihada kubwa kuhakikisha mpira katika nchi hii, michezo kwenye nchi hii inafanyaje, inakwenda waandishi wa habari, mnajua kuna watu wachache wanajaribu kupambana kuona namna ambavyo juhudi na jitihada za rais na serikali ya Jamhuri ya Muungano zisifanikiwe katika michezo. Mnajua, msaidieni rais wa Jamhuri ya Muungano, semeni. Juzi isa serikali imetoa zaidi ya bilioni 286 kutengeneza uwanja wa Samia Stadium Arusha. Unajua, unajui, juzi serikali imeingia kupitia wizara ya michezo, utamaduni na michezo, mkataba na kampuni moja kutoka Itali kujenga uwanja bora, uwanja wa kisasa Dodoma. Mjui vipi mnawavumilia watu wachache ambao wanakuja kwa jitihada na makusudi kuharibu juhudi zote za serikali? ni <coughs> Niwashukuru sana waandishi wa habari, niwatakie siku njema, lakini niwaambie la mwisho, shida yetu sisi siye paka tunataka